Je, umetafuta ajira au umefanya biashara lakini umeshindwa kufanikiwa? Leo nitauja kuelekeza njia zaidi ya sita ambazo zinaweza zikakupatia pesa mtandaoni kwa kutumia simu yako tu, na usipate tena stress ya kutafuta kazi. Na hizi njia utazipata kwa, kwa, kwa, utazifanya kwa kupitia ya simu yako tu na bando lako tu. Njia ya kwanza inaenda kwa jina la freelancing. Freelancing ina maana gani? Hii ni mfano wa biashara kama zinaweza kuuza mabando kutengenezea watu lipa namba, alafu unapata kamishini, mfano kwenye mabando mfano ya, ya Tigo, Voda, Halotel na Airtel. Haya mabando unakuwa mfano unanunua bando za za laki moja, alafu uki, ukiziuza kiziuza kwa renye renye unapata laki, laki mbili au, au laki mbili na nusu. Kwa hiyo inamaanisha jinsi unavyopata wateja wengi wa mabando mabando ndo jinsi unavyofaidika. Kwa hiyo au unaona waga wanauza mabando ii kumi kwa shilingi elfu kumi kwa Haloteli au wanafaidika. Hiyo ndo moja ya frilensi. Njia nyingine ya kupata pesa ni njia ya hapa YouTube, unapata pesa kitu cha kufanya ili uanze kupata pesa YouTube, ukiingia hapa YouTube upande wa kulia pale kuna sehemu kama ka profile, unaingia pale unabonyeza pale create channel, unaandika jina lako la channel. Sasa inategemea utaupiga content za namna gani, unaweka jina lako na unaweka profile, unaanza sasa kupost content mbali mbali. Kiposti content mbali mbali, ili uweze sasa kuanza kupata pesa inabidi upate subscribe elfu moja alafu pia upate na watch time masaa elfu nne Hiyo watch time inamaanisha watu wamekaa kwenye video zako mpaka akafika masaa elfu nne Baada ya hapo, YouTube watakutumia email kwamba tarusha fika vigezo vyao, unaweza ukafanya application. Baada ya kufanya application, unaweza kuingiza ku pesa kwa YouTube. Njia ya tatu ya kupata pesa mtandaoni ni kuanza kuuza bidhaa mbalimbali pale Instagram, Facebook na TikTok. Unaanza kuposti, unafungua peji yako ya biashara yako, kama ndio biashara yako ya nguo ya elektroniki, wa mwenye, utaangalia biashara gani unataka kufanya. Unaanza kuposti kontenti mbalimbali, mfano TikTok unaweza kuposti kontenti zikaenda vairo, ukapata wateja, ila Instagram na Facebook sahivi ti pagumu kidogo, inabidi upost content zako nzuri zenye quality, alafu uandae hela kama elfu arobaini na elfu hamsini kwa ajili ya kubusti akaunti yako au biashara yako. Alapo hivyo kibusti amaanisha inaenda kwa, kwa wateja mbalimbali ambao watakuwa na interesi na hiyo biashara yako. Kwa hiyo jinsi unavyofanya hivyo mara kwa mara ndo jinsi unavyoendelea kupata wateja mbalimbali. Ila kwa sehemu ya bure ambayo sio lazima utumie pesa kubusti ni pale TikTok unakua unafanya kontenti za za kitofauti hizo content zitakuwa zinaenda viral, zikienda viral unaanza kupata wateja. Na njia nzuri unaweka kwenye bio yako, unaweka namba yako ya WhatsApp, na kisha ukiweka namba pale, watu wanakuwa WhatsApp nakufuata WhatsApp, wanapofuata WhatsApp ndio kupata namba nyingi, hizo namba nyingi kisha unapata status viwazi nyingi hii ni njia ambayo watu wanaichukuliapo, lakini njia ambayo inaingizia watu hela sana. Hii inamaanisha je? Hii unaanza kuuza kozi. Unashasikia mtu anasema anauza kozi, labda ya mapishi au kozi ya kutengeneza keki au kozi ya mafunzo ya ndoa au kozi ya ususi, kozi za, au kozi za mambo ya urembo. Asha, ukianza kuuza hizo kozi, ukiandaa bei zao, unaanza kuwatumia mfumo wa PDF jinsi unavyozidi kupata wahitaji wa wengi au wanafunzi wengi watakuwa wanahitaji la hizo hizo kozi zako, na pia wananunua kwa. Hii ni njia pia ya kupata pesa nyingi tu mtandaoni. Njia nyingine ya kupata pesa mtandaoni kwa kufanya blogi. Blogi ina maanisha ni website unaelekeza website ya mambo mbalimbali, labda mambo ya habari, mambo ya kufundisha tech au mambo ya magames. Saa mwenyewe utaangalia idea yako ndio unavyoposti. kuna vigezo fulani ukifikisha reach nasema ukifikisha reach ya milioni moja na laki tano unaingia kwenye makampuni au Google AdSense ambazo zinakuwa zinaweka matangazo yako ujisi unavo unavyopasta contenti zinaenda zinapata richi nyingi, dojisi unavyopata hela nyingi. Mfano wa hizo blog, mfano biladiao.com, bwalanchi.com, bongogebili.com. Hii ni njia nyingine pia ya kupata pesa online. Kama umesoma ulalo leji fulani, unaweza ukaamua kuanzisha madarasa kwe, kwe, yako ya kufundisha mtandaoni kwenye Zoom kuna website za baba ya, ya kufundisha. Alafu pia kuna hapa YouTube pia ile ya content pia. Hii content unaifanyaje? Unaifanyaji una unafungua una page au chaneli, alafu unatafuta una kamera yako unatafuta na ule ubao kama wavyo u ma ule ubao, unaweka kamera yako una set. Ukisha seti, seti, unaanza unaanza topic ya kufundisha hiyo siku labda ba, li mambo ya biashara, kama uli mtu mtaalamu wa mambo ya biashara au uli mtaalamu wa mambo ya afya au uli mtaalamu wa mambo ya hesabu. Iaonyesha utaangalia unafundisha topic gani, unaangalia topic ambazo zinatafutwa sana. Utaingia hapa YouTube, utasearch topic ambazo zina views nyingi, ukijiangalia sasa, kwa kwa dole yako ulionao idea ya uh, uliosomea wewe, vitu gani unaweza kuvifundisha. Unaenda una research hapa YouTube, unaangalia katika idea yako ipi na viewers utakuwa na viewers vingi na maisha hiyo, ndio inatafutwa sana wewe. No, pia unaenda unaitengeneza upi, unatengeneza kama ya kwako. Ukitengeneza ya kwako mpya, unaweka thumbnail nzuri na caption nzuri, ambayo itakuwa rahisi kutafutwa. Unaweza ukisha eka hivi, unaweza unakuwa unapata watafutaji wengi na viazi wengi halafu, pia unaweza ukaweka namba zako pale, mtu akakutafuta private, ukaenda uka ukamfundisha ukapata hela.